Tutataja aina za ndoa ambazo sheria ya Kiislamu haizikubali. Zipo ndoa kadhaa ambazo sheria hazikubali. Tutataja baadhi kulingana tu na muda. Moja, kuna ndoa inaitwa ndoa ya muta'a zawadi wa nikah wa muta'a. Uislamu hauikubali ndoa hii, na jina lenyewe tu muta muta ni starehe ndoa. Ambayo inaitwa ndoa ya muta, lengo lake ni kustarehe tu na si kuendeleza kizazi, haina lengo la watu kupata watoto, ndio inaitwa ndoa ya muta, maana ndoa ya muda. Na katika sheria ya Kiislamu ndoa yoyote ikipangiwa muda tu, ndoa hiyo inakuwa batili hapo hapo Watu wanakubaliana kuoana kwa, kwa muda wa miaka miwili, miaka mitatu, miaka kumi, mkiweka muda tu, ndoa ile kwa batili, kwamba hao watakuwa mume na mke kwa kipindi cha miezi kadhaa, miaka kadhaa, kupanga muda tu wa ndoa, ndoa ile kwa batili. Kwa hiyo zawadi ya muta au nikahu muta ni ndoa ya muda, muda mfupi. Makusudio ya ndoa maana yake, wana ndoa wakishafunga ndoa, kifo ndio kiyekitenganisha do makusudiwa hasa ikitokea simtofahamu hapa katikati huko utaratibu ambao tutauwezea baadaye, kuna masuala ya talaka nini, lakini makusudiwa hasa ndoa idumu, kifo ndio kiwatenganisha, sio kwamba imefika muda sasa kwamba ule mkataba wa ndoa ndio umeishia hapo, umeexpire. Ndoa ya namna hiyo ni batili katika sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo aina ya kwanza ya ndoa ambazo azikubaliki na sheria ya Kiislamu ni ndoa ya muda, ndoa ya muda mfupi, au ndoa ambayo malengo yake ni kustarehe na si kuanzisha familia, inaitwa ndoa au nikah muta, zawaj muta. Hii ni haram. Ya pili, zawaju au nikahu tahlil, ndoa yenye lengo ya kuhalalisha. Kinahalalishwa kipi? Utaratibu ikitokea kukapatikana changamoto kati ya mume na mke, suluhu ikashindikana. Uislamu haumlazimishi mume wala haumlazimishi mke kuendelea na ndoa hiyo, kama ambavyo mwanzo haikuwalazimisha kwamba fulani lazima amuoe fulana na huyu binti fulani lazima aolewe na fulani. Kote ni hiari kujali na kumwona ni mtaka, lakini anayeolewa pia vile vile anayo hiari. Hayo tumeyapitia katika darasa za ukulima. Ikitokea maisha kati yao imekuwa ni magumu, haiwezekani, si tofauti imekuwa ni kubwa, haulazimishi kuendelea kuishi pamoja, haulazimishi kuendelea kuishi pamoja. Huko taratibu sheria imempa mume mamlaka ya talaka, na talaka zipo tatu. Kuna talaka ya mara ya kwanza ambayo inaitwa talaka rejea, talaka ya mara ya pili na ni talaka rejea, talaka ya mara ya tatu, hii ndio inamaliza kabisa mahusiano kati ya watu wawili. Mtu akimpa wa talaka mkewe talaka moja, maana yake anayo fursa ya kumrejea ndani ya kipindi cha eda yake Tusikilizane vizuri, anayo fursa ya kumrejea ndani ya kipindi cha eda yake, sio kumwoa upya. Kumrejea na kurejeana vitu viwili: kauli au kitendo. Anaweza kusema tu nimekurejea, mke wangu, kesi imekwisha. Ni haki ya mume, si lazima mke akubali au akatae, hataki kitu kingine. Mume alitoa talaka moja, eda bado haijaisha, anayo haki ya kumwambia mkewe, nimekurejea, imekurejea zilikuwa si tu mke wangu, maisha yangu yanaendelea. Kama kipindi cha eda hakijaisha wanaweza wakaendelea kuishi. Likaja likatokea tena, pita mwaka, miaka miwili mitatu, kumi, mume akakasirika, akatoa tena tayako kwa mara nyingine, anayo fursa pia ya kumrejea ndani ya kipindi cha eda, kumrejea na si kumuoa Ikitokea maisha yameendelea, akaja kufanya hivyo mara ya tatu, hapo kamaliza. Huyu mke hawezi kumrejea ndani ya kipindi chake cha eda, atasubiri mpaka eda ishe. Kama ana fikra ya kujuta kwa alichokifanya, maana yake asubiri na aombe huyu mwanamke aolewe na mtu mwingine. Sasa subiri, kama maombe atakuwa ni sahihi au afiwe. Hapo sasa ndiyo anaruhusiwa kumwoa tena, na akimwoa tena zile talaka zinaanza upya, aziendelee tena ya nne na ya tano, zitaanza upya moja mbili tatu, akimwoa tena sasa. Kuna hila na mbinu zinafanyika, mtu anaweza kutoa talaka ya kwanza akamrejea, ya pili akamrejea, ya tatu afu akajuta Ashaambiwa kwamba kwa sheria haimruhusu kumwona tena huyo mpaka aliona mtu mwingine. Anapatana na rafiki yake. Bwana amemwona kwa mtu mwingine mmoja. Alafu mwache. Hii ndio inaitwa ndoa ya kuhalalisha. Ukisikia ndoa ya kuhalalisha inakuwa katika sura kama hii. Mtu keshamaliza talaka zote tatu. Alafu baadaye akajuta na kujilaumu. Yawezekana baada hapo, aliona kwa, akaona kumbe wanawake wote sawa, au akamwona yule kwanza anafadhali kuliko wengine akafikiria tena kurudi katika maisha na yule mke wa mwanzo. Inapotokea kishamaliza talaka zote tatu, anayekubali anafanya makubaliano na mtu yeyote na rafiki yake kwamba amuoe kwa muda fulani. Tena mwingine anamwekea mshale mwao watu. Lakini swala la nyumba hapo mwingine anaweza kutoa na pesa, na pesa hiyo mimi nataka anachotaka tu iwe ni halali kwake yeye kumuoa tena, kwa sababu alikishaona na mwanamke mwingine na mwanaume mwingine. Ndoa ya nani? Haram zawadi tahlil, na wanaofanya hivyo wamelaaniwa anayehalalisha kumhalalisha mwenzie, na anayehalalisha wote wawili wa miradi. Sasa hii ni aina ya pili ya ndoa ambazo ni haramu. Tumeona ndoa ya muda mfupi ambayo lengo lake ni kustarehe tu na si kuendeleza familia au kizazi, na ndoa ambayo ina lengo la kuhalalisha. Haya yanafanyika sana, mtu anajiuta baada ya kuwa fursa amezimaliza lakini anatafuta namna anaweza akapata mtu akampa fikra kama hii, atambue anachokifanya ni haramu, na anakwenda kulaaniwa na Mwenyezi Mungu kwa kitendo hicho cha kuoa kwa lengo la kuacha ili amhalalishie rafiki yake. Huyu anayehalalisha kalaaniwa na anayehalalishiwa naye kalaaniwa. Sasa maana nyingi unakuta wanataja watu wawili, mume wa kwanza na mume wa pili. Mume wa pili anaoa ili amhalalishie mwenzake au rafiki yake au mtu aliyepatana naye ndio anaingia naye mkataba. Na mume wa kwanza kaingia makubaliano na mtu mwingine mume wa pili ili ahalalishiwe. Haionekani kutaja mwanamke hapa. Mara nyingi haya yanafanyika, mwanamke anakuwa hajui. Mara nyingi kwa hivyo. Lakini kama na yeye anajua na kashiriki katika mpango, na yeye anashiriki katika madhambi. Wala taawanu ala ithmi wal udwan. Alilivyo kawaida, mara nyingi mwanamke anakuwa hajui, yeye anaona akapata mtu mwingine fadhali, kumbe ni mpango ametengenezo. Mara nyingi wanaficha mwanamke, na yawezekana lengo la kumficha, maana yake kama atajua, anaweza asiwafiki, asikubali kabisa kwamba namchukuliaje kama machungu yani